Na awali ni kujuza ikiwa kila Jumatano tuko hapa na Janeth Soka, mshauri wa masuala ya fedha uchumi na uwekezaji. Tutafahamu kwa kina leo, tukiangalia zaidi kuhusu utumwa wa kiuchumi. Utumwa wa kiuchumi ndo mada yetu ya leo. Uh, Jumatano ya uchumi, Jumatano tulivu kabisa ya uchumi. Uh, tuanze kwanza kupata maana manake, uh, introduction muhimu au sio? mm. <laughs> <laughs> Karibu uh, sana Janeth, asante sana kwanza kabisa tuanze na maana ya utumwa. Utumwa ni ile hali ambayo mtu au kikundi fulani kinakuwa hakiwezi kujiendesha chenyewe mpaka kipate eh, mamlaka au kipate ruhusa kutoka kwa mtu mwingine au mfumo uliopo. Kwa hiyo, hapa tukizungumzia utumwa wa kiuchumi, ni ule uwezo ambao mtu Eh, awezi kupata mahitaji yake au kupiga hatua za kimaendeleo kuhusiana na fedha mpaka eh, a, yani afikirie kuomba kutafuta kwa kiasi kikubwa au pengine hapigi tu hata ha, hizo hatua kwa kiasi ambacho yeye anatamani kufika, mm -hmm. Na utumwa utumwa huko katika namna mbalimbali. Sasa hivi tuna tunasema kwa karne yetu ya 21 kuna aina mbalimbali za utumwa, kuna utumwa hata utumwa wa kitabia. Kuna vitu mtu anakuwa avipendi, lakini anajikuta tu anafanya masaa matano kwenye simu dakika mbili kwenye kazi yeah, lakini mwenyewe akikaa jioni, mbona nimetumia muda mwingi kwenye mambo ambayo sio ya muhimu, lakini amejikuta yuko hivyo. Utumwa, kuna utumwa wa tunasema utumwa wa kitaaluma. Kuna mtu anafanya kitu akipendi, yani da ikifika Jumatatu anachukia ni mimi ndo hivyo, lakini ndo kitu ambacho kinamta fedha. Na utumwa mwingine, lakini hapa tunazungumzia utumwa wa kiuchumi. Na kwa nini tunazungumzia utumwa wa kiuchumi, ni vizuri katika eneo la fedha, kwa sababu fedha ndo inatusaidia kufanya manunuzi na mahitaji yote katika maisha. Kwa hiyo ni vizuri ukajifahamu kama wewe ni mtumwa, na nini uweze kufanya ili uweze kutoka kwenye utumwa na uwe huru katika kuendesha maisha yako ya kila siku. Um, lazima tu kuna mtu hapa anaweza akaa akanitazama, najiuliza hivi mimi ni mtumwa au sio mtumwa, nitajijuaje kama mimi ni mtumwa? Kuna dalili mbalimbali mbali ambazo zinaweza zikakuonyesha uko katika utumwa wa kiuchumi. Dalili ya kwanza, hauna maendeleo kwenye maisha yako na ni jambo la muda mrefu. Yaani kwa muda mrefu. Ehe. Eh. Umebaki pale pale ulipokuwa. Uko pale pale. Labda mm. mm. Mwaka 2015 au 2020 pale pale ulipokuwa ndo bado hujasogea uko pale hapo, pale. Hapo hapo, hapo. Kama ni nyumba ni ile ile unayokaa, kama ni chumba ni hicho hicho, biashara ni ile ile, eh ukijiangalia unasema, "Dah yani mi sijui nitawachia nini hawa watoto wangu. Yani mm. familia yani, we mwenyewe unatamani kupiga hatua lakini, ukiangalia na kazi unafanya yeah, na hapo kwenye, yani tofauti sasa ya utumwa na mambo mwengine sio kama mtumwa, ufanyi kazi kazi, unakuwa unafanya kama ni asubuhi saa kumi na moja uko yeah, barabarani, lakini ni tumesema kama ni nyumba au chumba chumba, kwao inabidi tuhamehame au ukuwe ina unaweza, ah, ah. <laughs> ukahama kutoka chumba kimoja ukarudi chumba kimoja bado ah. Kama una chumba, kuna mtu ana chumba chochote kiko mbali, basi upate chochote na kuona nini na nini ni maendeleo chumba la sebule hata hivyo, mwonekano. Kuna mtu sasa hivi uchaguzi wake wa chumba ni ndani tu, yaani aweze kufunga mlango alale. Mm. Ndio uchaguzi wake, alafu baadaye mdo unavyozidi kwenda uchaguzi wa chumba mpaka kuwe na fensi mpaka sijui kuwe na usalama chini sijui kuwe nini kuwe na parking, mwona sasa hayo ndo ndo maendeleo sasa. E, unaonesha kabisa unasogea hapo sasa. Bado hatujaweza kuzungumzia kuhusu kujenga sasa ya kuhu. E, hey. E, kwa sasa unakuta mtu yani mfano tangu elfu mbili na ishirini au elfu mbili na kumi na tisa mpaka sasa hivi elfu mbili na ishirini na tano anaishi pale pale, ana yani, maisha yake yako vile vile. Sawa, hiyo ni mm -hmm, dalili ya kwanza. Ni dalili ya kwanza. mm -hmm. dalili ya pili ni haupendi hiyo hali yani, sio kitu ambacho unakifurahia na hauoni njia ya kutoka hapo. Yeah. Yani, ukishajiona tuko kwenye hali ambayo unasema da, yani, sijui nifanyaje mimi, yani, da, haya maisha sio maisha kabisa, lakini hauoni namna ya kutoka. Hiyo ni dalili kwamba uko kwenye utumwa. Sawa. mm-hmm. Dalili ya tatu, una mikopo mingi, tena yenye riba kubwa Ha, hapa kwenye mikopo bwana, na wengine wanafanya kazi ya kuhamisha madeni sasa, hapo ndo utumwa wenyewe unapojitengeneza vizuri eh, sasa mshahara wake unatumika, eh, mshahara wake kwanza, ukiingia tu hivi kila mtu ashakata ya kwake, nani nani, il unapendaga kusema ile vicious cycle, unazunguka tu pale pale, kwa hiyo unajikuta madeni na... Na kwa kweli kwenye, kwenye, kwenye mikopo mm -hmm. hapo katika vitu ambavyo vinamzuia mtu kusogea madeni, madeni. Sababu kipato kikipata, unaweza ukafanya, unaweza kazi ukalipwa vizuri, naanza tena kulipa madeni mm, yeah. Ni kweli na hata nchi ambayo na madeni makubwa maanake mm, hata ikizalisha mm, kiasi kikubwa hakiendi kwenye bajeti ya maendeleo kinakwenda kwenye kulipa deni madeni. Madeni. Mm -hmm, yeah. Kwa hiyo hapo ukijiona kama una mikopo mingi yenye riba kubwa, maanake wewe utumwa ni maisha yako na nyingine. Dalili nyingine dalili nyingine aa, ni kipato akikidhi mahitaji ya msingi au mshahara haukutani. Hiyo kwa lugha rahisi kwamba pale tunavyozungumza ndugu yangu, unapumulia gesi. Sasa mwingine anapokea 29, kuna mwingine kumi na tano hapo <laughs> hali tete, tarehe kumi na tano katikati ya mwezi mpaka anakosa nauli mpaka wanaambia mfikirie nini nini mtafanya, mm. Yani tengenezeni pangalieni utaratibu, kuna marekebisho kidogo ya kiufundi naambiwa, tarehe tano, ndugu yangu, utumwa huo sasa, huo wa tarehe tano, ujue huko lembo nzito hiyo. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya dalili ziko uh, nyingi, lakini hizo ni dalili kubwa sana. Sawa, tumeziona dalili, Janeth, tunatokaje? Uh, uh, sasa uh, hapo kwenye uh, uh, utumwa wa uh, kiuchumi, kwanza kabisa, uh, lazima ujikague huko um. aina gani ya kiutumwa Mm -hmm. Na hapo kuna tume, kuna, kuna hapo tumesema kuna mwingine madeni a, kuna mwingine matumizi, kwa sababu mpaka unafika kwenye unaingia kwenye madeni manake kuna chanzo kimekuweka hapo. Lazima ujue ni chanzo gani cha utumwa ambacho kimekuweka hapo, na ukishafahamu ongeza shauku na mpango mkakati wa kujitoa. Kwa hiyo huwezi ukatoka, tunasema huwezi ukatoka kwenye shimo kama haujakili uko ndani ya shimo na ukaomba msaada kwa ngazi ili uweze kutoka. Lazima ujue aina gani ya utumwa unao na ongeze shauku na mpango mkakati wa kutoka. Hiyo ni jambo la kwanza. mm -hmm. Aa, jambo la pili aa, ni muhimu, jifunze na usiogope ujasiriamali na hasa kwenye kujiajiri na kuanzisha biashara ndogo ndogo za kukuza kipato kwa sababu kinachofanya mpaka mtu anakuwa mtumwa maana yake kile alichonacho hakimtoshelezi, akiwezi kuzunguka katika mahitaji yake yote ya, ya muhimu. Kwa hiyo hapa tunazidi kukumbushia, fikiria eh, akili za kijasiriamali ili uweze kutoka. Kwenye mambo ya fedha, njia ni mbili tu, ongeza kipato au punguza matumizi. Kwa hiyo kwenye kupunguza matumizi, nakwambia sasa na familia na nini, ongeza kipato, jifunze ujasiriamali. mm. mm. Jambo la tatu, shiriki uwekezaji wa pamoja ambao unahamasisha kuweka akiba. Ae, na hapa ni waombe tu watu kwamba kuna vile vikundi vya kifedha eh, kama unaweza na kama una chanzo cha mapato, pengine hata kama sio kikubwa, ila kipo mahali unakitazamia jiunge na wenzio, usikae peke yako, kwa sababu wakati mwingine tunapata hamasa kutoka kwa wenzetu. Ukiangalia wenzio wanakuzunguka huyu eh, amenua kiwanja mahali hata au amefungua kabiashara kama mwanadamu kwa kutazama inakupa hamasa kuona na mimi naweza kufanya. kwa mm. Hiyo hivyo vikundi vya pamoja vinakusaidia, na kwa wale ambao wanaweza, unaweza ukajiunga na vikoba, vinasaidia, lakini jihakikishie kama kimesajiliwa na kina mfumo rasmi ambao unaweza ukafatwa kwa mujibu wa katiba iliyo ili usio katapeliwa, ehe, usije katapeliwa fedha zako. Jambo la nne na mwisho Ongeza jitihada binafsi katika kupata elimu ya fedha mm, fedha, elimu ya madeni, kupanga bajeti. Kwa sababu hata hapo chanzo kikubwa cha mshahara kuto kukutana pia kwenye kupanga bajeti, watu wengi hapo inakuwa ni changamoto na na, na wale ambao wanapata mm, shida kwenye kupata elimu ya fedha mm, sababu so, na sehemu nyingine inabidi ulipie upate yeah, hiyo elimu uh, Amka mm, kila siku mm, saa kwanzia saa mbili kila Jumatano yeah, eh, Angalia morning trumpet, e. mwangalie Janeth Soka. Kwa kweli. E. Na na Janeth tunakushukuru kwa aa kutoa elimu hiyo bure buresem nyingine, watu wanalipia consultancy kabisa na kweli watu wanalipia, kwa hiyo hii yani, tumia nafasi yako vizuri e. Nimeamua kuwabariki. Tumepewa bure. Safi kabisa. Ndio. Na hapo kabla sijafika kwenye nukuu mimi naomba tu nizungumzie mm -hmm. uh, tofauti kati ya mwanadamu na mnyama ni tunasema ni nafsi ambayo nafsi yetu nafsi zetu kama wanadamu ina vitu vikuu vitatu, mm. Kitu cha kwanza kinakupa uh, nafsi na maamuzi ukiona huko mahali hauwezi kufanya maamuzi maanake, wewe ni mtumwa. Ehe, na kama fedha yako yani hai, sasa ni nue nini kati ya hivi, maanake hapo huko kwenye utumwa kuna mm. kitu unatakiwa ufanye, una machaguo una machaguo yani huwezi kuchagua yani, hata kinicho, chakula kinicho, chakula eh, unachopata eh, anachopata yani. Eh, yani uwezi kuchagua eh, kuna nguo unapenda uvae lakini huna machaguo. Ndo, do, eh, do, kwa wana... Sasa hivi unasema una screenshot eh. <laughs> <laughs> unakaa nazo <laughs> eh, kwenye simu mpaka zinakuwa tudelete nikani zinaisha kabisa. Waingereza wanasema extended degree of choices, yani wewe hauna extended degree of choices, wewe choices zako ziko limited, kwa hiyo ambazo zinapatikana. Jambo la pili kama mwanadamu sehemu ya nia na makusudio. Kwa hiyo kama uko katika utumwa na una dalili yote ambavyo nimesema, ukiweka nia e, unaweza ukatoka katika hiyo hatua. Na jambo la tatu na la mwisho ambalo linatofautisha kati ya mwanadamu na mnyama ni hisia. Ukiona huko mahali hisia zako zinakwambia mbona hapa yaani sio sawa, mbona kuna namna unatakiwa ufanye, maanake heshimu hisia zako na utafute namna ambavyo unaweza kutoka. mm -hmm. na hapa jamani kwenye utumwa mm -hmm. sometimes mi naweza kusema Uh, utumwa mwingine ni vizuri ukawa tuna mahusiano binafsi na Mungu. Kuna vitu vingine viko nje ya uwezo. Yaani, kuna namna, kuna mstari umepita ta tunasema invisible line. Unaweza ukajikuta ukoo mzima hamna mtu mwenye gari hata huyo mmoja. Uko mzima mna mtu hata mwenye digri hata ulofika form 6. Maana yake sasa, hiyo ni pattern inajirudia. Sasa hivyo vitu ambavyo viko nje ya uwezo wetu, ni Mungu mwenyewe anaweza kutusaidia. Kwa hiyo ni vizuri ukajikagua na uwe na, na mkakati wa namna gani, ili Mungu afungue milango ya riziki. Safi kabisa. Na uzuri unatupiga kwenye economic kuna mahusiano kati ya hela <laughs> na uwezo wako wa kiroho yeah. <laughs> yeah. kuna mahusiano ya karibu sana, usije ukadharau. yeah. Uh, unapokuwa rohoni na fedha inazidi kuongezeka. tunamalizia mm. na nukuu. <laughs> <laughs> Tunamalizia na nukuu siku ya leo, nukuu inasema kutoka kwenye utumwa kuna uh, inahitajika nia mkakati na utayari wa kulipa gharama yeah. Sio rahisi lakini inawezekana kabisa, kabisa. Mm. Mm. Kufunga mkanda, kulipa gharama, kama hivyo unapunguza bajeti yeah. Kuna watu watakuona, mbona maisha yamebadilika, mbona umekuwa mm. tofauti nauendi kwenye starehe eh, kama hivyo. Kuna baadhi ya marafiki unajiusha nao gharama eh, hizo za kulipa eh, kwa mfano yes. Hivo kama hivyo kuongeza, umezoea kulala lakini nabidi saa mbili uwe kwenye TV ufuatilie morning traffic, ni gharama hiyo mm, utakiwa ulala lakini huko hivyo. Kwa hiyo hizo ni gharama, lakini ukiwa katika mstari itakupa matokeo yaliyo bora. Janeth, tunakushukuru sana, tukutane tena Jumatano ijayo. Janeth, itakuwa ni siku ya uchaguzi sasa, sijajua lakini tuseme tukutane, panapo kweli, panapo inshallah, kwa kudra za Mwenyezi Mungu.